Na kitu chingine niko nataka kuambia nani baba wakuwa naniona hapa na mama, kusaidiana saidiana kulea watoto wenu ni mzuri, mtie nguvu pamoja mkulea watoto. Kama unaachilia mama kulea watoto yeye mwenyewe hataweza anakuwa baba wengi wananiambia, ah, mimi da Chantali, sijui kulea watoto. watoto wote ni, pa, ni ni mama njoo yeye utauliza kila kitu chote. binaniruma sana, binaniruma sana kwa nini binaniruma. Um, naangalia kisi mume wangu alinisaidia, uh, kuanzia siku nilizala mtoto wa kwanza. Uh, naona kweli kama unakuwa mume husaidia mke wako Kulea watoto mke wako atateseka sana, atateseka sana kwa nini? Bina binakamata ngumu, ni ngumu sana kulea wewe mtoto wewe mwenyewe, kama unakuwa na bwana na chengine, niko nataka niwambie Chantal Hakiza televi

Leo ni siku ya tatu, siku ya tatu. Uh, hapa watu wote wananifata hapa ku nani ku mitandao yangu yote. Uh, tunaombea watoto wetu, tunaombea watoto wetu. Mara mingi sana naongea Kirundi Kinyarwanda. Mnajua Kirundi na Kinyarwanda vinafanana kidogo, lakini leo Mungu akananiongoza kuongea na wazazi Uh, nataka kuongea na mzazi. Uh, kama wazazi wanakuwa hapa mwii nchi ya Amerika uvye fasi ingine, lakini nje ya nchi zetu. Uh, kulea watoto muizi nchi za nje binakuwa ngumu sana, binakuwa ngumu sana. Unapashwa ujitahidi sana uh, kuonekana kwa watoto wako. Uh, kama watoto wanakutaka ba wanakuona. Uh, najuaka anakuwa wazazi wengi sana kuake, um, na, uh, na mume wake nyumbani wa wakumsaidia uh, hivyo sasa ni shida sana, shida sana lakini, niko nataka nikwambie kama hukuwe na mume wa kukusaidia kulea hao watoto ni mzuri huzale watoto wengi sana na kuomba muzazi, na kuomba mama, ukuna niangali hapa, kuzala watoto bengi sana. Muiyi inchi uh, za wazungu ni ngumu sana, mnajuaka, hanakuwa wazazi bengi sana banaisha baba watoto wao bavo uh, kushida, habakuwe na muda kukuwa na watoto. Watoto wanaenda nje wanacheza Vo wenyewe hakuna mtu wa kuwachunga. Kwa nini? Nani muzazi anaisha enda kazini, kama hukuwe na mume. Na kuomba sana, hapana kuzala watoto wengi sana, zala mmoja, bawili, watatu wanatosha. Na kitu chingine niko nataka kuambia nani, wababa wako wananiona hapa na wamama, kusaidiana saidiana kulea watoto wenu, ni mzuri, mutie nguvu pamoja, mkulea watoto kama unaachilia mama kulea watoto yeye mwenyewe hataweza. Anakuwa baba wengi bananiambia ah, mimi da Chantal, sijue kulea watoto, watoto wote ni, ni, ni mama njoye, utauliza kila kitu chote, binaniruma sana. Binaniruma sana. Kwa nini binaniruma? Um, naangalia kisi mume wangu alinisaidia uh, kuanzia siku nilizala mtoto wa kwanza. Uh, naona kweli kama unakuwa mume husaidie mke wako kulea watoto, mke wako atateseka tase, sana atateseka sana kwa nini bina, binakamata ngumu, ni, ni ngumu sana kulea wewe mtoto wewe mwenyewe, kama nakuwa na bwana na chengine, na niko nataka uh, nibambie kuombea watoto wetu. Watoto wetu tuwatie kwa Mungu, Mungu njo yeye ataweza kutusaidia kulea hawa watoto. Siku ya nne nani, siku ya tatu, njo njo siku nilitia uh, sana niza kuombea watoto wetu. Uh, tunakuwa na, ma, na maombe ya kufunga uh, tutafunga asubuhi uh, tunaomba Mungu hakati mu, uh, musiku tunaomba Mungu, tunamaliza maombe yetu saa kumi na mbili za, za mangalibi. Kama unataka na weye uanze sasa. Uh, siku ya tatu ukuya na sisi tuombee watoto wetu uh, grupe na kwa kanayo watu uh, wengi wanakuwa ndani wanaongea Kinyarwanda na Kirundi, hawaongei Kiswahili uh, lakini niko nataka niangalie kama nitaona watu wengi sana batanifata hapa ku mitandao yangu uh, wanaongea Kiswahili, nabo nibatilie grupe ya WhatsApp uh, lakini bado siko na nani na grupe ya WhatsApp uh, lakini tajiandae sana nifike hapa tuongee Kiswahili, tutakuwa twaongea kuhusu, tutaweza ku, kukuwa na nyumba za mzuri sana mariage. Tutaongea kuhusu mariage, tutaweza kulea watoto wetu, tutaongea mawili matatu, nitaangalia watoto. Watu wengi walikuwa wananiomba sana, wanasema Kashantale, wewe unaongea Kirundi na Kinyarwanda utake kuongea Kiswahili kwa nini? So nilimwambia niko naomba Mungu, kama siku moja Mungu ataniongoza uh, kukuya hapa mtandao tuongee Kiswahili nitavifanya sasa. Leo njoo siku Mungu aliniongoza uh, nikuye kuongea na mweye mu Kiswahili. Mungu awabariki sana, munifate sana muende ku YouTube channel yangu. Uh, mufanye subscribe mulaike video zangu na commentary, so uh, mshere na wengine. Tuangalie kama tutakuwa na wengi sana. Kama nitakuwa na wengi sana wanaongea Kiswahili, nitaendelea nitaendelea kuongea Kiswahili, lakini hapa na nani, na ku TikTok na ku Instagram nakuwa nayo na ku Facebook nakuwa nayo. Jina langu ni Chantal Hakiza. Uende unifate kule, tutaongea mengi sana okay. Kwa heli alikuwa ka Chantal Hakiza, kwa heli. Chantal Hakiza TV, nzuri kwa familia yenye fura.